Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Kuna taarifa hivi punde zaidi kutoka tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu, KNCHR kuhusu yaliojiri hii leo, na kulingana na tume hiyo ni kwamba waliofariki kufikia sasa ni wanane na wote hao wanasemekana kufariki baada ya kupigwa risasi katika kaunti sita tofauti, wakisema watu wawili walifariki Machako, wawili kule Makueni, mmoja katika kaunti ya Nakuru na mmoja katika kaunti ya Kiambu na pia mmoja katika kaunti ya Wasingishu na mmoja katika kaunti ya Nyandarua. Na pia taarifa hii inasema kwamba watu wapatao 400 wamejeruhiwa katika maandamano ya leo, miongoni mwao wakiwa waandamanaji wanahabari na hata maafisa wa polisi. Wanasema wengi wa wale ambao walipokea walijeruhiwa wamepokea matibabu na kuruhusiwa kuondoka. Themanini na watatu kati yao walikuwa wanahitaji matibabu maalum, huku wanane wakiwa na majeraha ya risasi. Mbali na hayo, tume ya KNCHR inasema inasema kwamba watu wapatao 61 wamekamatwa na kuzuiliwa katika vituo vya polisi tofauti hapa nchini, lakini wengi wao ni katika kaunti ya Nairobi. Mbali na haya, wanasema kwamba wamepokea taarifa kwamba kuna watu ambao wamekamatwa lakini bado hawajafikishwa katika kituo chochote cha polisi. Pia wanazungumzia eh, haki ya watu kuruhusiwa kuandamana na kutozuiwa kufanya hivyo, haki ambayo iko katika katiba. Pia wamezungumzia swala so zima la uhuru wa wanahabari na kushtumu hatua ya mamlaka ya CA ya kuzima mawimbi ya vituo vya televisheni na kuamrisha kwamba matangazo ya mubashara yaendelee yasitishwa ya yasiendelee kutolewa. Usisahau kwamba mahakama imesitisha amri hiyo na kusema kwamba vyombo vya habari viruhusiwe kuendelea kupeperusha matangazo yao na mawimbi yaliozimwa yarejeshwe. Ni taarifa kutoka kwa tume ya KNCHR kuhusu yaliojiri hii leo. Tuendele mbele ambapo huku maandama.